Juzi niliangalia budget. Juzi mimi mwenyewe niliangalia. Miaka mbili iliyopita 2021 na 2022 kuna barabara 1400 kilometers new roads were started through the taxes of Kenyans. 970 kilometers were assigned to one region. Sisi tumeona barabara kilomita 45 peke yake hapa Nyanza yote, 45, is it 32 kilometers? Na mtu yeyote atakuwa na tabia kama ya Rigathi Gachagua, impeachment inakuja. Uwe minister, uwe deputy ingine, uwe sijui nani, wembe ni ule ule tu. Saa hii tunataka mambo ya wakenya kukuja pamoja, kila region ya nchi yetu wapate maendeleo, kila 47 counties yote wapate maendeleo. Kwa hiyo machache ya excellency. Sasa mambo nimeona experts yetu iko hapo, mambo ni broad based hapo. Mbele tutaona vile mambo itaenda. Mungu aikubali. Asante sana. Mungu abariki.